Wenye maadhimisho hayo yaliyofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Katika hotuba yake amenukuliwa ya akidokeza kwamba zaidi ya asilimia sabini ya ajira zote ulimwenguni ni ajira binafsi, hasa kwa watu wenye elimu ya ufundi stadi ambao wengi wao wameajiriwa na kujiajiri kwenye huduma mbalimbali mbali za kijamii, sekta ya ujenzi na huduma za usafirishaji. Takwimu za shirika la kazi duniani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 laki moja na 7458 sawa ikiwa na so, asilimia 87.1, ambapo wengi wao wana elimu ya ufundi stadi. Kwa upande mwingine, Waziri Mkuu Majaliwa ametoa mwito kwa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kutoa mafunzo yanayoendana na mabadiliko ya kiteknolojia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 kuhusu mijadala inayovuma kwenye mitandao ya kijamii juu ya vijana wanaohitimu elimu ya chuo kikuu kujiunga na VETA. Kiongozi huyo ameutaarifu umma kwamba serikali inachukulia kwa uzito mijadala hiyo na kukusanya maoni aliyoyaita jengefu. Maoni ya kiongozi huyo yamefuatia wakati baadhi ya vijana kutoka moja ya vyuo vikuu nchini Tanzania wamependelea kutoa mtazamo wao kuhusu uwezekano wa kuhitimu elimu ya chuo kikuu na kujiunga VETA, wakisema kwamba waziri mkuu kusema tuende VETA kwa sisi wanachuo ni kitu ambacho kwa kweli katika namna moja au nyingine ni kutu Kushusha, yaani kutukosea na kutushusha hadhi fulani. Kauli ya waziri mkuu kwa upande wangu mimi naipinga kwa sababu naona kama inatupotezea muda, kwa sababu unakuta umesoma labda, kama hivi mimi nasoma mass communication, afu naenda kule naenda kujifunza mambo ya VETA, sijui labda upishi au nini. Kuona unapoteza muda pia, inaharibu kari yangu ambayo nimeweza kuisomea, lakini sasa kauli moja kwa moja ni kama ina ina dhoofisha hata ile nini ile professional ambayo mtu anakuwa ameipata ya degree. Zaidi ya yote swali la msingi limesalia ikiwa kutakuwa na haja ya vijana kuendelea na elimu ya juu. Yamkini elimu ya ufundi imetajwa na mamlaka kuwa yenye uhakika wa kuwafanya vijana hao kuondokana na ukosefu wa ajira.